Bwana, wewe unajua si wanaume tunadanganywa sana bwana. Sisi ndio wabovu. Tungekuwa twagoma. Dawa ya mswaki yoyote ikionyesha meno ya kike waachiwe wanunue wao tu. Sabuni yoyote yao wao twazigomea. Vile vitu vyote wanatangaza kwamba kwa kupitia wanawake basi ndege, sijui mwanamke hapanda nyinyi tu. Waangali

kwamba siku ya hii tarehe ya leo ni siku ya mwanamke, amewekewa siku yake na walomwekea, ila hakuna mwenye siku yake siku zote. Wadhakiruhum bi ayami, siku huwa ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini zikifanywa mambo ya Mungu kama saa hakuna saa muhimu zaidi ila iliyothibiti katika nasi, lakini saa zote ni muhimu. Ukifanya jambo la muhimu, ile saa hutukuka kwa yale atakaofanywa ndani yake. Hata sehemu sengine hutukuka na sehemu huanguka, hata kama asili yake ilikuwa imetekuka, ikiwa haikufanywa mambo matukufu. Kwa mfano waladina takhadhu masjidan, la masjidan la dhirara, msikiti tu hiyo, hakuna kitu kitukufu, lakini walipo utukua sivyo, kama ivyokuwa baadhi ya misikiti mingi hivi sasa. Lakini mwenye kuvunda hako ni Mtume Muhammad saaa sallam. Lakini na hakika lao angekuweko kuna misikiti mingi ingekula mabomu, hata si nyundo, nasalullaha salamataalafya wa na walokuwa na kikao cha kumtangaza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kumweleza. Mimi nitapenda kabla sijaingia katika mada yangu, kuna nukta mbili niziguse. Kwanza, nukta ya kwanza, mashaallah, tumesikia wasomi wetu, Mungu awabariki wao walosoma na walimu zao, lakini na nukta hapa nataka niiguse, ndugu zangu Mahadhi ni kitu kitamu, lakini maana ni tamu zaidi, na naona wengi twamili kwenye mahadhi kuliko kwenye maana. Utasikia mtu hutaja hadithi ya aya za moto ni oh, eh yani moto ah, waupenda nini? yekaangalia makamu ni rafti, sijui ni haja, mimi sijui Mi mwenyewe si mo kamwe kwenye hoja, kaangalia hayo makamu, lakini ikaacha kitu muhimu sana nayo maana. Na Mwenyezi Mungu asemaje, afala yatadabbaruna l-Qur'ana am ala qulubi. Weve unaisoma, jaribu tufikishie yale maana, kwa kuchagua naghma unazozisoma Ukisikia kuna tajwa moto moto, taja kwa ukali, usitulegezee sauti na moto haikuelekea. Lakini ukisikia kumetajwa wanawake, wanawake tuvutie vutie, totaja mwanamke na sauti ngumu, mpaka Mwenye Mungu akamumba fa Ta in tasaluni bin nisai fa innani khabirun bi ahwali nisai tabibu, inna nisaa khulikna lana

maana yawekwe mbele kuliko na usomaji utakaokuwa. Nimekuta hili baadhi yetu tunalo na hivi ndio vikao vya kutanabahishana. Kwa hiyo ni muhimu ule atakayekuja kusoma saa yote, chochote ukisomacho, hata uzungumzaji

Lakini akiwa amelala au hana akili ule ni rufi alqalam an thalathin mona ala kul hal. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, munasaba wa hii ni kwa ajili ya hadhara ya bwana mtume Muhammad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasalam, ikiwa kuna mwanamume aliyempa haki mwanamke, hakuna kama mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wala hatotokea sasa. Ikaonekana kwenye hadhara ya Mtume yapendeza aelezwe mwanamke, na ndio asli ya -tota hizi hadhara. Unajua, tunataka tufahamu hizi hadhara, kuna watu huweka hadhara, lengo ni kumswalia sallallahu alaihi wasallam, na kipimo utachukua wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio sema hii hadhara hii ya kumswalia, kuna na hadhara ya kumueleza mtume ateni wambie wazi, hizi hadhara tuzifanyao kwa lugha fasaha, haya maulidi ya fanyika nao, kuna maulidi ni maulidi ya kumswalia Mtume, na kuna maulidi ni ya kumweleza we. Mwenyewe utajua angalia, ni maulidi gani ulipokwenda, alizungumzwa Mtume zaidi kuliko kusifiwa zaidi. Najua kuna wanaomsifu Mtume, kuna wanaomweleza Mtume swa sala kumweleza Mtume nikueleza mambo yake, mimi urongo, haitokupa haitokupanua kielimu kwa kuyua maalumati yanayohusiana na mafundisho yalokuja Mtume. Nikikwambia Mtume alikuwa mweupe, alikuwa na nshi nzuri, alikuwa na pua imenyoka, alikuwa na rangi tamu, alikuwa na mwili laini, alikuwa na nywele nyeusi, wewe umepata maalumati gani yanayofungamana katika dini kuweza kuelewa chochote katika dini? La, umeelewa umbile la mtume sasa. Maulidi mengi ni haye, mtume alikuwa na nyele nyeusi, alikuwa na jasho lake, lakini ukia vizuri sawa, lakini wewe umetoka bado hujui hata kutawaza. Kwa hiyo maulidi yako sampuli ngapi? Mbili. Hivi vigawanyo kila mmoja atavijua. Wewe tualike maulidi, twambie leo maulidi ya kumsifu mtume na leo maulidi ya kumweleza mtume. Kumweleza mtume, mtume kuna aina nyingi lakini aina, aina kubwa ni kuyaeleza alokuja kuyaeleza yeye mwenyewe mtume sala sallam na ndio kaona ona, ona, ona, ona, sifa hizi za mtume alikuwa aweze aseme, ana si amesemea, ana sayyidu waladi adam dam adam, adam, adam, adam, lakini hakusema kusema, ana pua ndefu, ana nyele nyeusi <laughs> ana, ana, ana kwani angekuwa amesema uongo <laughs> lakini haya sio maelezo aliyokuwa yahitaji. Ametumilizwa yeye amesema, innama buithtu muallima niwafundishe. Sasa nyele nyeusi mpaka ufundishwe ni zipi? pua ndefu? Yani hapa mkiona sisi, ukianza mwanzo mpaka mwisho utajua yule pua yake, wewe mwenyewe utasema yule mwarabu yule, mgerendeko munahitaji na? Ndengereko. Kwa atajuhidi sasa mmeitoa. Munaona ya kuchekesha lakini hakikatu lamri jamani, nini hivi vitu vataka upgrade. Yaani, tuangalie Mtume sallallahu alayhi wa sallam, asema inna innama buithtu muallima innama buithtu liutamima makarima, makarima. makarima la akhlaqi, hatutoweza kuyajua tukishakuelezea rangi upua macho tumbo sijui la, alikuwa na vitanga laini la . Sasa wewe ukialikwa maulidi, sema mi natoka kwenye maulidi ya kumswalia au maulidi ya kumwelezea Bwana mtume Muhammad ss. So sasa so, mmoja <laughs> katika maulidi ya kumwelezea ni haya ya leo. Poleni, mi sijasema mingine siyo lakini nimesema ni moja katika, na dalili ni hili, mumeona hapa kwa elezo maalumati, na hichi ni kionjo. Sinema yenyewe ya maelezo yatakuwa usiku, ukikosa usitulaumu, na hakuna kurekodi usiku. Chatuhudhuria mwenyewe live wacha <laughs> tuatie hamasa, wapate kuja, watakuja kama TV ile imeambiwa, leisa alalama harajun no, ala ala wala alalmaridhi wala la haraji. Ndo wali waka wakaangalia kwenye TV, weweza kuja ukakaa tvni w... tamu nijione mwenyewe uwepo na, na, na. Maudhui yangu kwanza, Mwenyezi Mungu awabariki wa walionitangulia, ingawa amenipa mtihani amenipa mtihani, maanake ule hodari wale utumia sijui mpenye wapi, wa kwanza aloanza Sheikh Faisal, jazakumullahu khair na wa pili Doktor Mbarak amesikia zile kutaja mana vioni hawa mana vioni m, mimi hapo hamtopata. Hifadhi Mwenyezi Mungu alomfungulia ya ajabu sana. Mwenyezi Mungu amzidishie na ambarikie. Mimi na mimi kaja na mada yangu hivi, almar'atu baina shari'ati shari'ati alanbiya shari'ati alaghbiya wa shari'ati alanbiya Mwanamke ima ataishi moja katika hizi sharia mbili, yaani atakuwa ni mfuasi wa mmoja katika hizi mbili, hana watatu. Ima afuate sharia ya wajinga na kuitwa mjinga, si tusi ni, ni hakika, ima utaitwa mjuzi. Yaani mimi kama mimi, ukaniambia bos, wewe katika masala ya physics ni mjuzi au ni mjinga, nitakwambia ni mjinga, maanake mjinga kinyume ya mjuzi ingawa mtu mwingine kumwambia bwana wewe ni mjinga, kumwambia umenitukana. Asija kutukana, nimeeleza wakii ya kinyume cha anayejua asiyejua, ile ni tu kutaka kutungana kumwambia huyu hajua, huyu hajua. Lakini ajua huyu hajui lakini ajuae ajua na asojua ni mjinga, maana yake aljahlu, huwezi kuifasiri tafsiri nyingine kusema aljahlu maana yake ni kutojua, ni ujinga, kujingikiwa hata Kiswahili sanifu ni kujingikiwa na jambo kwa wewe hulijui. Sasa mwanamke ima ataishi kwa maana ye mwenyewe kajichagulia kuishi au ata, atapelekeshwa na moja katika sharia hizi mbili, moja ni sharia ya wajinga na moja ni sharia ya mitume. Sharia ya mitume ndo sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Kuna ibara inatembea sana kila siku tunaisikia, ni lazima tugombane kumgombania uhuru wa mwanamke, lazima mwanamke tumtafutie uhuru wake. Je, yeah. haya ni matamshi ya kweli, lakini urida biha batil si uhuru wa kumtafutia mwanamke, ni uhuru wa kumfikia mwanamke wa ila. Mwanamke ameumbwa huru, mwanamke kaumbwa huru na alama, kaumbwa huru. Mwenyezi Mungu angejalia kagara kwa, kwa, kwa Adamu uko pale pale hana nyankurete endapo Adamu enda naye, lakini alimtoa akamwacha, na tena ana vitu vyake kila kitu Unajua, unaweza kuwa wewe una hii simu sim, sim, sim, na mimi nina kifaa kile cha Wi-Fi. Sawa, wewe ukakonekti kwangu ukasema, ah, bwana Wi-Fi iko free. Wewe kwa mtazamo wako unaona iko free. Kumbe na mimi nachokonyoa simu yako bila wewe kujua, sijui mnaelewa hili. Kuna watu wakenda mahoteli hawaulizi kuna Wi-Fi, ataka Wi-Fi free ha? wewe jiunge na mimi kwenye Wi-Fi yangu lakini unajua ushaniruhusu, na mimi kuingia kwenye simu utake usitake kitamaka. Unaona, umeingiziwa mafaili huyajui. Wanakuja watu wanakusearch, bwana wewe masiliano, una mawasiliano na magaidi kivipi? Tupe simu yako. Na mimi sijaweka, sasa yamefikaje hapa? Wifi za bure <laughs> ndo kule kwetu twasema bure ni <tombe> ghali. Lakini sasa unapotumia kifaa ni chako wewe mwenyewe istiklalian alpo, alpo kubali, na ndio alivyoumbwa mwanamke, na ndio Mwenyezi Mungu wakati aliposema manshaa falyumin alijua kwamba kiumbe cha kiume kinaweza kukubali aniumin na kinaweza kukubali aniakfur, kwa sababu kina istiklalian, kina uhuru kamili, na kiumbe cha kike hivo hivyo, lakini hawa wenye kupambana na Uislamu wanafiki, na ndio wewe tamali, fitna yote ya wanawake utakuta ndani yake kuna kutajwa mnafiki. Angalia wewe, ukiona masuala yote yanaofungamana na wanafiki, alafu chini yake utakuta kuna manake wanafiki wametafuta ni njia gani ya kuweza kupiga Uislamu. Hamna, hamna. Lakini tupitie hapa kwa mwanamke, sema hapa kwa mwanamke ndo tutapapa sasa. Wakasema kwanza, wakaja na sura nzuri, jamanini mamama e, madada e, wake e, mabinti nyimi, umebanwa ma, ma, ma. Tumebanwa vipi ninyi bwana? Hamna uhuru, uhuru. uhuru. Tunataka kuwakomboa. Nani aliosema? Kwani wao watumwa? nani Kumbe wanataka, wanataka kuwafikia uhuru wa kumfikia mwanamke, si uhuru wa kumkomboa mwanamke, mwanamke. <coughs> Angalia katika mambo alo sharia hizi za kijingajinga zisokuwa sharia za Mwenyezi Mungu, walikuja wakamwambia, bwana wewe, mwanamke. Bwana, hakuna mwanamke anayepamba jukwaa la michezo, lakini jukwaa la michezo halipambiki hata kukachezwa vipi. Wamejaribu mpaka kuwafanya wanaume wakate kiuno, alafu mwanamume yule yule ukimwambia kiuno chako laini, anasema umenitukana, na ule ukilainisha wewe mwenyewe juu ya jukwaa. Maana yake kuna wanawake Mungu kawaumba wanawake na hawajui ukata kiuno, hao hao wanawake utasikia wenyewe akisifu fulani ni hodari zaidi. Sasa na wewe ukataka kuwa hodari kuwashinda wao wenye kwenye kazi yao. Sasa na ukisifiwa ukamwambia fulani bwana ana kiuno laini ule, hata wanawake amfikibosi. Tuheshimiane, tuheshimiane vipi na uliojivunja heshima mwenyewe? Sasa wao walikuja wakamwambia mwanamke, bwana ni muhimu, wewe mwimbaji una sauti laini, una sauti nyororo, una sauti tamu, una sauti ya vutia, na Mwenyezi Mungu akamwambia wewe mwanamke usiadhini. Kwa nile sauti kapewa na nani? Na Mungu. Sasa Mungu hajui kama sauti hii? Kwa nini akatuwekea watu wakiadhini? Saa nyingine wewe mwenyewe lazima ushtuke, si kwamba wakatoa swala, lakini vile anavyoadhini yule hakulaliki tena. Wajua kuna sauti wenyewe wanakwambia ndio mmoja katika katika e, e, wakachagua kwa nini waadhini wa na sauti ya Hijazi, kwamba ile sauti ya Hijazi lazima Lazima lazima, yani utasikitika. Mungu ananiita. Yaani yani, Mungu ananiita kwa uzuri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hiyo ni adhiani, maana yake nenda msikitini, huyu trovaya, trovaya toka, vipi, huyu hazi vipi <tzeogi> huyo anakuita kwa lugha hii akikutoa lakini, anakuita Allahu Akbar, basi mpaka mwisho. Wewe mwenyewe mke wangu hata kama mke anakuita kwingine utamwambia ngoja na msikitini. Sasa Mwenyezi Mungu anajua mwanamke ana sauti nzuri, lakini akamwambia wewe usiadhini, sauti yako haikuwekelea kusikiwa sikiwa sauti yako ilainishe kwa, kwa, kwa, kwa mtu maalum peke yake. A lakini wakaje kukinyume i sharia ya kijinga jinga, sauti nzuri ukiimba, watu lazima watakusikia sauti yako. Angalia namna gani sharia za kijinga. Akwambia bwana sisi bwana hatuwezi tengeneza filemu bila kupatikana mwanamke. Wewe wanawake bwana ni muhimu muhimu sana. Wewe bwana, bila mwanamke, jambo lolote haliwi, lazima uwepo katika utengezaji filamu, kwenye kurikodi. Kadhalika tukiwa kuna mik mikutano, lazima asimame mwanamke, bwana kuwe na mwanamke anaye wenyewe, wanaita woman rap, woman rap, mwanamke yani mhuku, mnamhitaje? Mjumbe wa wanawake yani. Sisi kule kwetu kuna mbunge wa wanaume na mbunge wa wanawake, yeye anahusika na mambo ya wanawake tu katika serikali. Mnamhitaje viti maalumu? Si viti maalumu, yani yeye, wanapigania wao kwa wao, lakini ni wanawake U sisi kwa kule wajua wa tena wa hawana neno la Kiswahili Kiswahili cha Kenya. Pungu, punguani na wanaitwa women rep, tutamwitaje Kiswahili? Mwakilishi wanawake, lakini wanapigania wanawake tu. Icho hicho hakipiganiwi lani, ukiingia humo wewe, hata kama unaitwa jina la fulani, lakini utajulikana wewe mwanamke, manake hichi cheo hakiruhusiwi ila kupiganiwa na nani? Na no, wanawake sasa, sasa, sasa. Wakamuingiza, ingiza, lazima bwana sasa. Ni sawa maadamu masala wanawake kwa wanawake ni sawa, lakini wakaja wakamwambia, ah, lazima ushiriki na upande wetu pia wanaume lazima kuweko, lazima kuhusishwe, lazima kupatikana percentage fulani. Nini, mkusanyiko utakuwa mkubwa sana. Jamanini, sisi kuna mkusanyiko zaidi ya swala ya Ijumaa? Wala lazima lakini mwanamke aliyeambiwaje, asije Asi, yeah, yeah, yani, yani, mwanamke kuswali nyumbani na kuswali msikitini thawabu zaidi. Ukimwona mwanamke apenda kwenda kuswali msikitini hapendi thawabu, apenda kutoka. Huu ndo kweli, ikiwa masala masala ya kuthawabu. Wajua kuna masala ya mwanamke katoka kuja kusikiliza darasa, sawa. Kaja kusikiliza hutuba ni sawa, lakini kama thawabu na hadithi ya ajabu ina inashangaza zaidi kwamba ule mwanamke alioulizwa na Mtume, saa sallam alimwambia mimi nenda msikitini, akamwambia jua wewe kuswali nyumbani kwako ni bora kuliko kuswali fi masjidi, sio msikiti. Unaitwaje msikiti hu? Huu hauna jina Ha? Ha? Jumuia sio masala jumuia, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini wakanda kamwingiza ingiza, lazima muhudhurie bwana vikao, lazima muweko bwana, lazima mushiriki bwana, lazima mupatikane bwana. Hii sio sharia ya Mungu. Sharia ya Mungu imemwekea kwamba wewe, swala za jamaa si, si lazima kwako wee, si sunna kwako wewe we, muhimu kuswali nyumbani ni thawabu zaidi kuliko. Tena hata kuna nyumbani, kuna sehemu mbili, kuna kuswali sebulini, sebuleni na kuswali chumbani, yaani mwanamke wakuswali sitting room na kuswali kwenye chumba chake. Kuswali kwenye chumba chake ni thawabu nyingi kuliko kuswali kwenye sitting sitting room. So, room kwa sa nini? saa yote weza kuingia hey, nyamjui anaweza kuingia nani? mwanamume yaani hata mwanamume aingie mwanamke swali. Si mwanamke akiswali anajifunika finika havai zile nguo zile, lakini akaambiwa la, wao wakaja akamwambia la, la. Bwana, kwenye mikutano lazima kuwekwa wanawake, lazima mushiriki wanawake, maona sheria za kijinga hizi. Kadhalika wakasema bwana, hakuna matangazo yatakaokuwa bora kama yakitangazwa na sauti ya kike. Wewe angalia, ukipiga simu unasikia, sijui mteja ambaye. Lakini mimi sitoigiza sauti ya kike, kwanza sina kamwe <laughs> <laughs> ah, ah. Hii yangu haikubaliani, jaribu mebonyeza huku, haikubali <laughs> nikupe, naweza kuruhusu <laughs> wakamwambia bwana, lazima tukurekodi tuweke sauti ya mwanamke matangazo, yani sabuni jua. si, si, wanaume tunadanganywa sana bwana, sisi ndio wabovu wa, tungekuwa twagoma. Dawa ya mswaki yoyote ikionyesha meno ya kike, waachiwe wanunue wao, wao tu. Sabuni yoyote yao wao, twazigomea vile vitu vyote wanatangaza kwamba kwa kupitia wanawake, basi ndege, sijui mwanamke hapandani nyinyi tu wangali sasa -sabuni, sabuni ya, ya eh, eh, dawa ya mswaki. Mimi mi meno ya kiume bila kibu shaka Mwenyezi Mungu sijui kibu. Lakini bila kibu shaka kibu. Hata ile madini ya kiume na ya kike lazima yatakuwa tofautiana. Mwanamke mwenyewe kutafuna kwenyewe, ana upambe, ana malipsi kile hataki kutoka hata, manake wewe ukitaka kumjua mwanamke kiuhakika, ngoja we amepaka zile hata hata kama hajui kizungu, hata kuita baba. Kwa sababu ukiita baba midomo inashikana, basi inapungua na dadi eh, eh, anakimbia anakimbia, midomo sikusane. Sasa huyo hakuna baba hakuna dadi nini, asifunge mdomo. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pia kajalia vitu hivi tofauti. Wewe unakuja leo unalazimisha dawa ya mswaki lazima tangazo lipitie nani, e, sijui sabuni ya kuogelea mwanamke, maji ya kunywa pia. Sasa mwanamke mwana akinywa mwana kidogo tu akashashiba, mwanamume anataka chupa mbili tatu. Maana yake maji haya sana atakanywa wanawake, Mungu amejalia wenye kunywa maji mbao. Lakini angalia Mwenyezi Mungu kwenye swala amemwa tumeambiwa sisi <tiple> wa idha nabatha shay'un wa hiya fi salati safaqat. Kwani mwanamke akiwa swali mtu kagonga akisema subhanallah, ndio itakuwa nini? hata ha? ha? ha? kama una swali usitoe sauti. kwani atavunja sauti kweli Maanake waweza mwanamke mwana uh, kama hayuko kwenye swala akibisha, utasikia hayuko, lakini kwa lugha ya kike, mi nakupa yangu wee, mwenyewe utajua kuhifu, una mixer, utajua chuja <laughs> <laughs> sawa, utajua mwanamke ameji. Lakini sasa, hebu kikofi cha mwanamke kitakuwaje? Na ndio kaona Mtume sallallahu alayhi wasallam hata makofi pia sishakuturuhusu akatombeaje, innama tasfiqu liisa manake, mtu akaja kaambia mpigieni makofi manake, akashaambia haya, wanawake mpigieni makofi. Ukipiga ni wewe umekubali kuwa mwanamke, usimpigie. Sasa angalia, Uislamu umemwondoshea kutoa sauti kijingajinga jinga, na hiyo uko ndani ya swala. Kuna dharura fulani safakata, so, fulani piga kikofi, amesikia haya, hakusikia ndo chake kilowekewa. Leo wakuja kuwekewa mitindo ya, ku, ya kufanya nini ya matangazo ku, lazima mwanamke sijui advertisement lazima mwanamke subhanallah. Ha? wakaja wakasema lazima mwanamke naye ashiriki katika machezo. Kuna mbio za Olimpiki.